Uh, TK Movement ni abbreviation ambayo inamaanisha taifa letu kesho yetu organization. Sasa hii ni taasisi kwa sasa ambayo tayari imesajiliwa, lakini yenyewe lengo lake haswa inaunganisha makundi, vijana, wanawake pamoja na makundi muhimu. Kwenye upande wa makundi muhimu tunamaanisha wapo wanawake, uh, wako wajasiriamali wako maafisa usafirishaji wako mamantirie na makundi mengine ya namna hiyo. Sasa tunavyoungana hivi, ziko sababu ambazo zinatufanya tuungane, ambazo unaweza kusema ni misingi mikubwa ya inayotufanya sisi kama TK Movement tuweze kuungana pamoja. Msingi namba moja ni utaifa, manake ili uweze kujiunga lazima uwe ni Mtanzania. Kwa nini? Tunaamini sisi Watanzania ndio watu pekee ambao tunaweza kulilinda, kulipigania lakini kumtetea taifa letu Siamini na kwa pamoja hatuamini kama kuna mtu ambaye sio Mtanzania ambaye anaweza kawa na uchungu kwa Tanzania hii, lazima tu uwe ni Mtanzania. Lakini pia msingi namba mbili ni uzalendo. Kuwa Mtanzania hukutoshi, wewe kuipenda nchi yako, kuilinda na kuitetea, lazima pia uwe ni mzalendo. Kwa hiyo huo ni msingi wetu namba mbili. Lakini msingi namba tatu aa, ni kujitolea, lazima uwe tayari kujitolea. Sasa yako mambo ambayo kwa kuungana kwetu tunasimama pamoja kuyafanya. Namba moja ni ukombozi wa kifikra. tunafanya ukombozi wa kifikra kwa jamii nzima, makundi hayo ambayo nimeyabainisha yanayoungana kwa pamoja kutengeneza TK movement, tunafanya ukombozi wa kifikra kwao, tunawapa elimu, tunawaelimisha waweze kuelewa ni kwa namna gani hasa, wengine ambao wametimu labda vyua, alafu hawajabahatika kupata ajira ni kwa namna gani badala ya kutegemea ajira rasmi wao wanaweza kuwa ni chanzo cha ajira, lakini pia kuweza kuwa na uwezo wa kuajiri watu, watu wengine. Lakini namba mbili, tunafanya ukombozi wa kiuchumi kwamba tunaangalia namna gani mwanatiki uh, movement au mti yote katika mkoa wetu wa Kagera anaweza akanufaika na rasilimali ambazo zinapatikana katika maeneo yake aidha kama ni mkoa, wilaya halmashauri kata, mtaa, kijiji na hata kitongoji. Lakini jambo lingine tunawaunganisha watu na fursa ambazo zinapatikana katika maeneo yao. Sasa kwa upande wa mkoa wetu wa Kagera tunazo wilaya nane na katika wilaya hizo zote kwa sasa tumefanikiwa kufika kwenye hizo wilaya zote, lakini pia katika kata zote za mkoa wetu wa Kagera nipende kumshukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Kagera, mama yetu Hajat Fatma Mwasa, kwa sababu ndiye aliyetuzindulia taasisi hii ndani ya mkoa wetu huo Kagera. Mnamo mwaka jana 2024 alizindua TK Movement ndani ya mkoa wa Kagera, na katika uzinduzi huo alionyesha moyo morali, lakini pia hali ya kusapoti vijana ili waweze kusimama wao wenyewe ambapo kupitia uzinduzi huo tulishuhudia akiahidi ahadi nono kabisa kwa vijana wa mkoa Kagera, ambapo aliahidi kutoa ardhi hekari hamsini, lakini pia aliahidi kutoa a, kitalu cha ng'ombe kwa ajili ya vijana pamoja na kuwa, kuwa, kuwafanya vijana kuwa sehemu ya, ya, ya vijana watakaonufaika na kongani za vijana ndani ya mkoa wetu huu wa Kagera. Sanjari na hayo, tumefanikiwa pia kufanya uzinduzi katika baadhi ya wilaya, mfano wilaya ya Kerwa tayari tumezindua, wilaya ya Bukoba DC tayari tumezindua, wilaya ya Biharamulo tayari tumezindua. Na katika wilaya ambazo bado hatujafanya uzinduzi rasmi, kuto kuzindua hakumaanishi kwamba shughuli haziendelei, la hasha, shughuli zinaendelea vizuri, na vijana wanaendelea kufanya kazi vile ipasavyo ili kuendelea kuyatimiza wajibu wao, lakini kutimiza majukumu ya taasisi ili yule ambaye anajiunga aweze kunufaika kama ambavyo tunasema kwamba kia anayejiunga lazima anufaike kwa namna moja ama nyingine. Sasa uh, kipindi hiki tupo katika kipindi tunakoelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajia kufanyika mnamo tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi 2025 unavyozungumzia swala la uchaguzi mkuu ni swala la kikatiba, ni takwa la kikatiba ambalo kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inatueleza kwamba kila baada ya miaka mitano ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utafanyika uchaguzi mkuu, kwa maana ya nafasi za madiwani wa bunge pamoja na rais. Kwa hiyo jambo hili ni jambo ambalo sisi tumeichukulia serious, kwa sababu ni jambo muhimu, ni jambo ambalo linaamua maisha ya watu ni jambo linalogusa uhai wa watu, ni jambo linalogusa maisha ya kila mmoja ambaye anaishi ndani ya Tanzania. Kwa sababu hiyo, tumeendelea kutoa hamasa, tumeendelea kuelimisha jamii, tumeendelea kuhamasisha watu kujitokeza kwa wingi ifikapo tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi kuweza kushiriki uchaguzi huo kwa kwenda kuwachagua viongozi ambao ni mahiri, ni viongozi ambao wanaweza kusaidia jamii, ni viongozi ambao wanaweza kusaidia taifa letu, ni viongozi ambao wanaweza kuwa msaada. Hatutamani kupata bora viongozi, bali tunatamani tupate viongozi ambao ni bora, viongozi ambao watakuwa na uchungu kwa taifa letu la Tanzania, kama ambavyo tumeshuhudia kwa kipindi cha miaka mitano hii ambayo inatamatika sasa. Tumeshuhudia serikali ya awamu ya sita namna ambavyo vimefanya kazi kubwa sana. Tumeshuhudia uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ulivyokuwa ni uongozi mzuri. Tumeshuhudia kazi ambazo amezifanya, tumeona mambo makubwa ya kimaendeleo ambayo ameyafanya. Tumeshuhudia miradi mikubwa ya kimaendeleo ambayo imefanyika. Kwa mfano, kwa mkoa wetu wa Kagera, leo hii ukizungumza Kagera, kuna miradi ambayo unaweza ukaikuta Kagera na kwa kanda ya ziwa usipate. Kwa mfano, kwa miaka ya nyuma uh, kwa mikoa yote ya Kanda ya Ziwa haku, hakuwepo mkoa wote ule ambao ulikuwa na tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam na maanisha UDSM. Lakini leo hii kwa mkoa wa Kagera tayari tawi hilo lipo na chuo tayari kimeanza kujengwa ambao tunapatikana ndani ya wilaya ya Bukoba vijijini. Imetengwa tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pamoja na hayo leo hii ndani ya mkoa wa Kagera uh, kipo chuo cha vet ambacho kina hadhi ya kimataifa. Naweza nikasema kwa Kanda ya Ziwa hakuna mkoa wote ule ambao una chuo cha namna hiyo. Kwa hiyo kwa sababu hizo, sisi kama wana Kagera tunajivunia. Lakini ukiachana na hayo, iko miradi mikubwa ya kimaendeleo ambayo imefanyika ndani ya mkoa huu wa Kagera. Mfano, ukienda kule Ngara, kuna mradi wa, wa, wa Kabanga, ule ni mradi mkubwa sana ambao aefanyika pale, ni mabilioni ya fedha yametumika pale. Lakini tumeona pia miradi ya barabara imeboreshwa, ime zimetengenezwa, huduma za mama na mtoto zimeboreshwa, hospitali zimeboreshwa. Tumeona shule ma, majengo yameboreshwa. Siku hizi kuna hadi elimu bila ada kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita. Mama amefanya kazi kubwa sana, kwa sababu mwanzoni Uh, katika serikali ya awamu ya tano ilikuwa ni elimu bila, bila ada mpaka kidato cha nne, lakini baada ya uongozi wa mama akasema hapana, wengine wanashindwa kuendelea kidato uh, cha tano kwa sababu wanakuwa hawana uwezo wa kujisomesha au kusomeshwa, hivyo akatoa elimu bila ada mpaka kidato cha sita. Lakini pia kwa upande wa Kagera kwa sababu shughuli kubwa huku ni ukulima pamoja na ufugaji, tumeshuhudia namna ambavyo zao la kahawa limeweza kupanda bei sasa hizi ukiangalia kahawa sasa hizi imepanda mpaka 1500 na kitu. Kitu ambacho hakiwai kutokea kwa sababu hizo wana Hagera wana furaha kubwa na wanashukuru na kuipongeza serikali ya awamu ya sita kwa namna ambavyo imefanya kazi. Sasa kama wanafurahi hivyo, kama wanashukuru hivyo, kama wanapongeza hivyo, maana hii ni dalili nzuri, ni taswira nzuri kwamba hata katika uchaguzi huu unaokuja, wana Hagera kwa pamoja itaungana kumsupport na kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pamoja na hayo wa ndani ya mwezi huu tunao ugeni wa daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama cha Mapinduzi, ambaye tunatarajia kumpokea ndani ya mkoa wetu wa Hagera mnamo tarehe 15 tutakuwa ndani 5 tutakuwa, lakini pia tutakuwa naye tarehe 16. Tunaamini sana wana Hagera wanayoshauku, wanayo hamu na wanayo matarajio makubwa ya kumpokea kukutana naye pamoja na kumsikiliza kile ambacho anakuja kuzungumza nao. Sasa wito wangu mimi kwa wanahagera wote kwa wilaya zote ambazo atapita ni kuwatia moyo, kuwahamasisha na kuwaomba kujitokeza kwa wingi kumpokea mgombea wa nafasi ya urais kumsikiliza kumuunga mkono, lakini pia kumuonesha kwamba kile ambacho amekifanya ndani ya mkoa wetu tunakitambua, tunakikubali na tunampongeza kwa hicho kitu. Lakini pamoja na hayo, tuendelee kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika mnamo tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025. Kwa mkoa wa Kagera umebarikiwa, tunamshukuru Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Watuetea mkuu wa mkoa bingwa, mkuu wa mkoa bora, mkuu wa mkoa shupavu, mkuu wa mkoa imara, Mama yetu Hajat Fatma Mwasa. Hakika ameonyesha namna ambavyo wanawake wanaweza kufanya kazi. Katika jamii zetu hizi miaka ya nyuma walikuwa, ilikuwa haiaminiki kama kuna mwanamke anaweza kupiga kazi. Tumeshuhudia kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa rais wa mfano wake. Tumeshuhudia mkuu wetu wa mkoa Kagera namna ambavyo amekuwa mkuu wa mkoa aina yake. Tumeshuhudia wakuu wa wilaya ambao ni wanawake ndani ya mkoa wetu wa Kagera kiangalia wilaya ya Biharamulo mkoa wa wilaya ni mwanamke anapiga kazi. Ukiangalia wilaya ya Kyerwa mkoa wa wilaya ni mwanamke anapiga kazi. Lakini pia tunao makatibu tawala ambao ni wa kike yani mkoa wetu wa Kagera, tumeshuhudia namna ambavyo wanapiga kazi kubwa. Tunao wakurugenzi wa halmashauri ambao ni wanawake, tumeshuhudia namna ambavyo wanapiga kazi kubwa. Wito wangu kwa wanawake waungane kwa sababu z anayegombea ni mwanamke, wanawake wote waungane kuweza kumsapoti mwanamke mwenzao, lakini pia hata sisi vijana na wanaume. Miaka yote kipindi cha nyuma wanawake walikuwa wakituunga sisi wanaume mkono katika nafasi hizo, kwa sababu walikuwa marais wote, kuanzia awamu ya kwanza mpaka ya tano walikuwa na wana, wanaume. Sasa na sisi wanaume ni zamu yetu, tuungane kwa pamoja kuwaunga mkono wanawake katika uchaguzi huu. Ninavyoenda kumalizia, natoa wito tena na kusisitiza nimekuwa nikiona taarifa katika mitandao ya kijamii na kusikia baadhi ya maeneo watu wakitoa propaganda, maneno ya kuhamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi, wengine wakihamasishwa kuandamana. Nipende kuwambia Watanzania, hatuna Tanzania nyingine. Wako watu ambao wanahamasisha maandamano, wako watu wanahamasisha vurugu, lakini watu hao wana sehemu za kukimbilia nje. Wengi wanaishi Tanzania, lakini aki, wana uraia pacha. Unakuta mtu yuko Tanzania na uraia wa Belgiji, mtu anaishi huko ana uraia wa Kanada. Kwa maana ya kwamba ikitokea amani ikavurugika, anaweza kupata sehemu nyingine ya kukimbilia, lakini tupo ambao hatuna sehemu ya kukimbilia. Maana yake tuipende Tanzania yetu, tuilinde na tuilinde na kuienzi amani ya taifa letu. Santeni wa kunisikiliza, nipende kumkaribisha Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya mkoa wetu wa Hagera. Nipende kuhamasisha wananchi kujiandaa kumpokea Daktari Samia Suluhu Hassan, kumunga mkono lakini kubwa kuliko tujiandae tarehe 29 Oktoba kujitokeza na kutiki